Alhamdulillah ssala so a al rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa ndugu yangu anasema tangu baba yangu wame amefariki miaka kumi na tano sasa hivi, na bado hawajagawanya mirathi ya baba yao na mali yote iko chini ya kaka yao. Sharia hapa inasemaje? Alhamdulillah, sharia inasema e, madamu mtu marahimu baba au mama washafariki, mwenye mali sharia inasema mali ile watu hawezi kugawana mpaka kwanza umeuzike wazazi kwa mali yake yaani kuchimba kaburi sanda yoyote gharama ya kuzika kaburi yake la kitu utolea katika mali yake baada ya kufanya hapa tunaangalia wasia ambaye ametoa marehemu ifanyie kazi na wasia sio kila wasia marehemu anatoa katika Uislamu yani, yani afanyie kazi e, wasia ambaye haigongani na sharia. Wasia kama marehemu ametoa wasia inagongana na sharia, sharia hii haitekelezwi. Lana, huyu mtu binadamu unawezekana ameandika wasia wakati na hasira, au unawezekana wengi hawajasoma dini, hawajui mipaka wa dini. Wakati natoa wasia, unatoa wasia aina gani?

Mimi nataka nitoe nikamwambia na, mtume ala mimi na mali ala kajalii na mali, nataka nitoe mali yangu thuluthei, yaani thuluthu, gawa mali sehemu tatu, sehemu mbili nataka nitoe, yaani asilimia sabini nitoe mali yangu sadaka. Maanake yeye alikuwa na binti moja, na binti yake arithi asilimia thelathini, sabini yeye atoe. Mtume akamkataza sema, hapana, nyingi

tumza Salim kamkataja Saad bin Abi Waqqas, atoa mali yake asilimia sabini kwa sadaka, kamkatalia. Nusu, asilimia hamsini, kamkatalia. kakubali ya asilimia atoe thalathini au thalathini na tano au thalathini na tatu kamkatalia. Kakubali, lakini basi nyingi wanasema asilimia hata amekubali lakini thelathini na tatu, yeye anasema ni bado nyingi, ni bora robo, maana yake asilimia ishirini na tano. Kama mtu akatoa wasia mzee, asilimia 50 hamsini mali yangu toweni sadaka au asilimia sabini atakubali sadaka hii, hatuwezi kutekeleza, tutatoa asilimia ishirini na tano au asilimia thelathini jinsi watoto wake wanakubali naye sasa baada wasia maiti ya kutekeleza ambaye haigongani na sheria Islam lazima awelewe hii vizuri kabisa kama mtume amekataza amemkatalia am Saad bin Abi Waqas kutoa mali yake asilimia sabini, asilimia hamsini, ila akhiri kama tumetaja na mtume kuambia Saad mwisho, Saad bora wa ufe mwacha watoto wako mali ambaye baada yako wataishi vizuri, watapata maisha vizuri kuliko utamwacha watoto wako

Anaambia sahaba, msalieni nyinyi, mimi simsali mpaka aje mtu atoe dhamana deni, mimi nalipa mtu mtu, bana salia sasa. Baada ya kugawana mali kwanza, angalia baadhi yako anadaiwa shilingi ngapi, libe deni kwanza, na Mungu kwa Qur'ani amesema, ame mim baadhi wasiyati yusi biha au deni. Baada ya kufanya hiyo wote masharti dakika, watu asicheleweshe kugawana mirathi. Kwa nini? Huyu mzee shafariki na mali sio mtu mmoja, na watu wote, kwa mujibu wa sharia. Na Allah amegawa kina mama ame, kamba fungo yao na wanaume kamba yao. Na Mungu asema mwanamke asitamani ile fungo ya kina baba. Mungu amegawa uzanguni wa Islam. Waslam, bado mzee fariki, mali sio yenu mtu mmoja, na mali watu wote warithi.

Hela kwa hiyo kwako sio yako, ya hawa watu, kila mmoja mbe haki yake sumbulumu watu. Alafu kuchelewesha mirathi inaleta madhara kubwa sana, taanza ugomvi baina ya ndugu, familia itasabaratika, chuki. Alafu kuchelewesha mali hii wamsimamia mali utaka kutoa ripoti yote ya mali uwezi kuandikisha kitu. Ghafla wamefariki wengi, wametoka hivi wamefariki. Watoto wako wanafikiri mali, mali yako ya wewe, sio mali ya familia. una maachi ya watoto wako, majanga kabisa. Mimi shawa kumwona mtu kafariki wa mali ya watoto wake wakubwa, mtoto wakubwa wameshika mali wao, wamegawana wao, hajamshirikisha madada yao na ndugu yao wadogo wadogo ambaye hawajui kitu, na mzee alikuwa naamini hawa wakubwa hawezi kudhulumu madada zao na mdogo wao. Hao wawili hao si watatu k wa, wawili wote wamefariki. Shangazi wanakuja kwangu mimisha Abdulkadir, nawamuuliza hawa watoto bani huyu hao shangazi yenu mali wanasema, ya babu yenu na wao wana haki, asema sisi ba, ba, baba yangu baba yetu hajasema, hii mali ya babangu, maana watu wote shahidi ipo. Hataki sasa, umemletea nini mtoto wako? Ana mataraha kwa mali we umeacha, na wee unaadhibiwa kaburi, tabata adhabu alqabri kule, na dhulumu watu na madada wako wana kufa njaa na mali wana starina watoto wako. Zanguni, Waislamu. Kuchelewesha mirathi ina madhara kubwa kubwa sana sana, ni dhuluma. Kama utakugawana mali mali ya ba moja, haina shida, iko sharti moja, ndikeni kwa karatasi fom, thaminieni mali yote kungapi, ndini kwa mujibu wa sharia, sheria kadhi au shekhe anajua dini Islamu vizuri, au mufti ne kwake, agawe kwa mujibu wa sharia, basi kila mmoja ajue, aseni yeye katika mali hii ana fungu nga yake ngapi, ajulikane kabisa kwa document, kila kitu na kitu. Inapatikana faida unagawana sawa, sio kwa mirathi, faida unagawana sawa, hii haina shida, maana milinda mali asimbaratike, maana kila mtu anachukua yake mali itadhoofika, pamoja mali itakuwa inakuwa, hii sheria haijakataza, lakini lazima ajulikane kila mmoja na haki yake ngapi, katika document amesaini kila kitu.

Ucha, utaacha kansa katika familia. sina saha wangu, sikudanganye. Mali mali ni uchafu wa dunia, na tunaacha wote, na wallahi tutavaa sanda maupe tena. Utalala kaburuni kule, hakuna mto, hakuna hisia, hakuna tagodoro, hakuna kule. Kama taka uishi vizuri, ubate neema katika kaburi yako.

sembe chansi shetani shetani, insi shetani, jini. Wengine wako shetani wa binadamu, anakuletea maneno, anabareka maneno, anaweka chumbari, anakuunganisha wewe na ndugu yako mlaana. Shetani gobe Mungu, ndugu yangu Islamu, mimi na wewe na Mungu shahidi anasikia, yuko siku kama Mungu anasema simama, mbele ya Mungu atakuuliza na atanuliza mimi, kama mtu anasema kila mmoja wenu tasema mbele wa Allah subhanahu wataala na Allah tamuuliza, lazima ujandae jawabu, inakusaidia siku ile, wewe usingi katika mashaka na katika jahannam na moto. Huwezi kumdanganya Mungu, huwezi kuleta falsafa, manake mkono mbili na mguu na ngozi wako itakuwa shahidi dhidi yako, kama Qurani imeweka wazi, mgobe wa Allah subhanahu wataala.